Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya shirika la ujasusi la Uingereza hatimaye limemchagua kiongozi mwanamke wa kwanza, na hivyo kuandika historia ya miaka 116 ambayo haijawahi kumchagua mwanamke kuliongoza shirika hilo. Hii ni Trigen Media, mimi ni Samuel Vickness Andrew. Aliyeteuliwa si mwingine ni Blaise Metreweli ambaye utumishi wake ndani ya shirika hilo ulianza tangu mwaka 1999. Katika orodha ya wakuu wa shirika hilo anakuwa 18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 ndiye mtu pekee anayefahamika kwa jina mbele ya umma, huku wengine wakiwa hawafahamiki. Kama ilivyo kawaida kwa mashirika mengine ya kijasusi, ni nadra kuwafahamu wote. Hii ni TriGen Media, mimi ni Samuel Vicnes Andrew.